Ardhi ya msikiti mkongwe wa Kongo eneo la Diani kaunti ya Kwale iko kwenye hatari ya kunyakuliwa na mabwenyenye. Ardhi hiyo yenye kari kumi na sita iko kwenye hatari ya kupigwa mnada na mabwenyenye hao. Mabwenyenye wamejitokeza na hati miliki mpya ya ardhi hiyo ambayo imesajiliwa mwezi Februari mwaka huu. Wakazi wamejitokeza kwa wingi na kupinga hatua hiyo na kuitaka serikali kuingilia kati ili kusaidia katika kuokoa ardhi hiyo ni kwamba hii ardhi kwanza iko katika ufuo wa bahari na lau itauziwa wale mabwenyenye au mabwenyenye watanuniwa, tuna hofu kwamba huenda kukaegezwa viti ambavyo vitavunja nidhamu na imani ya vile Uislamu unavyokuwa, kwa sababu msikiti huu ni wa historia, ni wa kitambo, uko hapa katika karne nyingi. Kwa upande wetu kama serikali, tulipoona tangazo la mnada, tulichukua hatua ya kuhakikisha kwanza tunasitisha ule mnada Alafu ndio tuwe tunaangazia haya maswala mengine, kwa sababu tukianza kuangazia maswala wakati mnada unaendelea inaweza kuwa hatari, kwa ya kwamba maswala yamekamilika lakini ardhi imeshauzwa. Kwa kama serikali tuliweza kuweka uh, caveat kwenye hii ardhi ili kusifanyike swala lolote ikiwemo kuuza ama kuitransfer hii ardhi ni museum. Kwamba ni lazima ihifadhiwe ili tuweze kujifakhiri na sisi watu wa Kwale. Tuna kitu gani? Viko vingi, lakini hapa ndio tumenapo na zaidi. Kwa hivyo hapa tunapalinda kwa hali na mali pasipotee, kwa sababu pakipotea hapa, Kwale imepotea. Na lakini tuashangaa sana kwamba kuna wengine wamedai kibinafsi kwamba wao ndio wamiliki wa, wa ardhi hii, na mpaka kufikia sasa wamepata cheti juu ya cheti chingine, cheti juu ya cheti chingine kwenye serikali hiyo, kwenye ofisi hizo hizo tunasema tukiwa viongozi wa msikiti huu kwamba hatutambui cheti hiki ambacho kimefika baada ya miaka kumi na mbili kupita. Hii ndio shamba peke yake ambao Waislamu kama za institution wako nayo, zingine ni hizi ndogondogo za msikiti, lakini hii ni ardhi ambayo tuna mipango mingi sana, hii kamati, kwamba kupigwe fence. Ni vile tu hali ya kifedha imekuwa chache, lakini kupigwe fence na kuna mipango mingi ambayo wako nayo kuhakikisha kwamba sisi pia tuna mahoteli, kwani kuna halali hoteli, wanaweza jenga hoteli za, za halali kule ziko Ulaya nishaona, ili kupata pesa walimu hawa wa madrasa na mashule ambayo ya Kiislamu hawana, hawalipo na serikali.